Ndani ya mafunzo ya Uraia na Utawala bora kwa watendaji kata, wakuu wa idara na kamati ya usalama ya wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha, yanayoendeshwa na Wizara ya Katiba na Sheria, anasimama mtendaji wa kata ya Oloipiria, Zacharia Anthony Yared, kupaza sauti juu ya kutoridhishwa na kauli zinazotolewa na baadhi ya viongozi wa kisiasa. Kwa hiyo mazingira kama haya yapo kwenye utumishi, na kama yataendelea hivi, ina maana kwamba hata sisi tunavunjika moyo, mtu anafikiria kuacha kazi ya serikali kwa sababu kama utadhalilishwa kwenye wananchi unaowatumikia, na tatizo lenyewe lilikuwa tu ni dogo ama halikuhusu kabisa. Mazingira hayo tunakutana nayo, kwa hiyo tunapitia wakati mgumu. Kwa kuwa mnapata nafasi pia, labda mtaenda kuwafundisha na wao, ni vizuri na wao wakazingatia sheria. Mimi kama mtendaji wa kata inakuwa kwenye sekondari kuhusu labda hela zilizoingia kwa ajili labda madarasa kituo cha shule ya msingi Sijajua kama serikali ina mpango gani kuhakikisha kwamba sisi watendaji wa kata tunajengiwa uwezo au kuhakikisha kwamba tunaweza kuaccess kwenye hizo taasisi. Kutokana na hoja hizo kugusa masuala ya utawala bora, mkufunzi kutoka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora Yohana Mcharo akatolewa ufafanuzi. Tumesisitizwa ndugu zangu, tufanye kazi kwa kuzingatia professionalism, weledi, sheria, kanuni na taratibu. Usisukumwe tu, piga risasi yule. Ukapiga unapiga kwa mujibu wa sheria mweke ndani masaa zaidi ya 45 . Hapana, usifanye hivyo, fanya kazi, atusukumu na wanasiasa. Kuhusu hali ya ulinzi na usalama, Kamishna Msaidizi wa Polisi Elisante Ulomi akaeleza umuhimu wa kuimarisha ulinzi kwenye maeneo yao ya kata. E, kwa hiyo wanapaswa kwanza kushirikiana na wale wakaguzi wa kata ambao wako kwenye hizo kata ambazo watendaji wanatoka lakini wilaya hii e, kabila kubwa ni la Wamasai. Tunasisitiza pia juu ya ulinzi wa umma ambapo kuna sungusungu -sungu au wale morani e, ni watu muhimu sana ambao e, kwa kiasi kikubwa wanaimarisha ulinzi kwenye maeneo yao. Kwa hiyo ku kushirikiana na jeshi la polisi, kushirikiana na wale sungusungu -sungu ambao ni morani, basi tunakuwa na nafasi kubwa sana ya kuimarisha ulinzi kwenye maeneo yetu. Tunashirikiana vilevile na, vile vile, na polisi kata jamii pamoja na viongozi wa mila. Na serikali kutatua tatizo. Kila mmoja wetu ahakikishe kuwa elimu hii inasambaa katika maeneo yetu, katika ngazi ya familia hadi katika maeneo yetu ya kiutawala. Mafunzo ya uraia na utawala bora kutoka Wizara ya Katiba na Sheria katika wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha yamehusisha watendaji kata 28 ishirini na wanane, wakuu wa idara wanane, na wajumbe wa kamati ya usalama kumi na moja.